Tumefanikiwa kupeleka umeme katika mradi wetu huu wa msongo wa kilovolti 132 e, kutoka Tabora substation, hapa tulipo kwenda Uhuru substation ambayo ni eneo liliko Urambo. Tunafuraha sana kwa sababu mradi huu wananchi waliosubiri kwa muda mrefu. Jambo kubwa ambalo tunawaomba wananchi ni utunzaji wa miundombinu hile, imechukua gharama kubwa kwa serikali, lakini pia kwao wao, huduma ambayo wameisubiri kwa muda mrefu basi waweze kutunza miundombinu hii. Tupende sana kuishukuru serikali kufanikisha utoaji wa fedha kugharimia mradi huu. Tunashukuru sana wizara yetu ya nishati e, inaongozwa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa juhudi kubwa. Yeye amekuwa akipigania sana na kutupa moyo kwamba nyinyi mnaweza kufanya kutekeleza hii miradi. Tunashukuru pia TANESCO kutuamini kwa kutupa hii miradi. Mradi huu kwa jumla ulianza rasmi eh, mnamo mwezi wa tatu 2024 hadi e, kufikia leo kama mnavyoona kadi imekamilika. Gharama yake kujumla ni kwa upande wa laini wa njia ya msongo wa kilovolti 132 ni bilioni 24, na kwa upande wa kituo cha Urambo gharama yake ni fedha za Tanzania bilioni kumi na sita ambapo zinaleta jumla ya bilioni 40 ambapo fedha zote zimefadhiliwa na serikali alam, e, hi, chajiwa, e, inata, ikae, si ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitaalam, laini yetu hii inapochajiwa inatakiwa ikae sio chini ya masaa sabini na mbili kama muda wa matazamio, ukijiridhisha kwamba iko sawasawa, basi sasa tunaweza tukawasha vidhibiti umeme vya pale Urambo, lakini pamoja na kufanya connection kwa laini ambazo zinakwenda moja kwa moja kwa wateja. Mradi wetu una jumla ya kilomita 115 ambapo katika huu mradi tuliweza kuanza mwezi wa nne 2024 mpaka 2025 na mwezi wa tatu, lakini kwa mkataba tulitakiwa tumalize mradi mwezi wa sita lakini tumeweza kumaliza mradi kwa wakati. Katika huu mradi utaweza kusevu katika maeneo ya wilaya ya Kaliua na wilaya ya Ulambo, ambapo tunapeleka mradi wa msongo wa umeme wa kilovoti 132. ETDCO, suluhisho la miundombinu ya umeme.